Habari eh, siku ya leo ni pamoja na Titus Mwanga. Siku ya leo tunataka kujifunza jinsi gani ya kutumia Facebook kuuza na kununua bidhaa kama ma, ma platform nyingine duniani eh. Leo tunaenda kuzungumza na wale wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo ambao wanauza na kununua online au wale ambao nakuta na post bidhaa zao au status na wapata watu wengi asi uh, siku ya leo tutumia Facebook kama Facebook ya kawaida, tuta Facebook ya kawaida kuna home hapo kuna upande wa video alafu hapo kuna upande wa marketplace. Sasa utaingia kwenye upande wa marketplace kwenye Facebook yako utaenda, utaona bidhaa ambazo watu wameposti, kama unataka kununua au unataka kuuza. Tuanze leo kuuza bidhaa zetu, nitakuja sehemu ambayo imeandikwa selling kwenye upande wa, kwenye upande wa simu yako utaona na sehemu imeandikwa selling location. Utabadilisha location yako sehemu ulipo. E, baada ya hapo mimi nitakuja hapa selling, mm, hiyo. Create new create new list to create new list, uh, e, choose a list, vehicle, home, item for sale. Sasa hapa hivi za za drag picha ya kitu ambacho nataka niuze. Nitaweza nikaweke hapo kwenye hapo kwenye hadi photo au Drag. Let's me ni drag picha tuseme unataka niuze PC hapa, takuja nite drag anite drag teweka hapa Hmm.

category nisema labda ni tools applications, kuna kuna vitu mbalimbali huku hivi. Mimi nitasema hapa ni, ni tools. Ya ni tools ya kitu kama hicho. Baada ya hapo, condition tuseme ni used like new, more details, brand brand itakuwa ni HP. Eh. Sasa, so, naandika description ili muwezeshe yule ili ambaye anaenda kutumia ili anaenda ku kunani anayetaka ku kununua hii ajue inauza shingapi inatokea wapi na na aina gani ya kompyuta labda hiyo bidhaa yako, labda unauza labda ni nguo eh, nauza tokea Moshi Kilimanjaro

available stock iko single tagi products product tagi tuseme hata ni nani hapo. Si tagi project yote limitations, sasa location